Serikali inakusudia kuwajengea uwezo wataalamu wa kilimo na wakulima wa zao la nanasi hapa nchini ili waweze kupata maarifa na ujuzi katika kuendesha kilimo chenye tija ambacho kitawanufaisha zaidi kuliko wanavyolima hivi sasa. Ili kufikia azma hiyo, wataalamu kutoka wizara ya kilimo, chakula na ushirika, pamoja na baadhi ya wa wakulima ambao wanalima nanasi wanatarajiwa kwenda nchini Ghana ili kujifunza kilimo bora cha zao hilo. Mpango huo unafuatia ziara aliyoifanya Rais Kikwete kwenye shamba la kisasa la nanasi zinazolimwa kwa ajili ya kuuzwa nje ya nchi hiyo. Mwandishi wetu Fred Bakalemwa anatuarifu zaidi. Akiwa nchini Ghana, rais Dr. Jakaya Kikwete ametembea baadhi ya mashamba ya wakulima wakubwa wa zao hilo pamoja na viwanda vinavyomilikiwa na wakulima hao ambapo ameelezwa kuwa matunda yanayozalishwa kwa kutumia mbegu bora za kisasa huhitajika zaidi katika soko la kimataifa na kwamba ukomaa kati ya miezi mitano hadi kumi na mitatu. Amesema lengo la ziara yake ni kutaka kujifunza namna ya kukuza kilimo cha nanasi hapa nchini, na ametumia fursa hiyo kusisitiza kuwa ikiwa wakulima watafundishwa kutumia mbegu bora na za kisasa wataweza kuboresha kilimo cha zao hilo kwa kuzingatia mahitaji ya soko la kimataifa. Sasa mananasi haya ndio yanayouzwa duniani, yale kwetu sisi tunauziana wenyewe tu pale pale. Ukivuna chalinze pale, ukivuna, ukivuna Kiwangwa, unaweka chalinze sokoni, ama Dar es Salaam pale Shimoni, kari yako unauza mtaani. Lakini ukitaka kuuza mananasi nje, sasa basi, kuuza nje mananasi haya ndio yanayetakiwa huko duniani kwenye soko, na ndio maana tupata habari hiyo, tukaanza kufanya mazungumzo naye ili tuanze kuleta mbegu hizi kule tuanze kuzieneza kwa. Nimekuja nimeona ni, ni kitu ambacho kweli kinawezekana, lakini ipo kazi kubwa, hasa kwa upande wa matayarisho. Kama tukirudi nyumbani, tutaambia wenzetu wa wizara ya kilimo waje waone, tutatafuta baadhi ya wakulima wa, wa mananasi na waje waone. Eh, ili waone jinsi yanavyotayarishwa. Amewahimiza wakulima kudhubutu, ili kuondokana na kilimo kisichokuwa na tija, na kama makamwe wasikate tamaa kwa kisingizio cha ukosefu wa mitaji inahitajika katika uwekezaji kwenye sekta hiyo. Kinachotakiwa ni namna gani serikali itawasaidia waweze kupata hizi mbegu za kisasa ili tutoke kwenye mananasi yetu yale ya kienyeji kama tunavyolima na tupate maarifa ya namna ya kulima. Tunatakiwa ni maarifa tu. Kianza kuzungumza mtaji, mnaanza kuzungumza kuzungumza mambo ya kujikatisha tamaa. Eh hey, hapa kinachotakiwa kwa kweli mananasi tunalima. Kinachotakiwa tutoke kwenye yale mananasi yetu ya asili tuingie kwenye mananasi haya mapya, hapo ndipo ambapo msaada wa serikali ndio unapohitajika. Kilimo cha zao la nanasi nchini Ghana kwa matumizi ya mbegu bora na za kisasa kimedumu kwa takriban miaka ishirini na minane ambapo matunda yanayozalishwa katika mashamba makubwa uandaliwa kitaalamu viwandani na kupakiwa kwa ajili ya kuuzwa katika masoko ya kimataifa. Nikiripoti kutoka Accra nchini Ghana, mimi ni Fred Bakalemwa.